Bwana Yesu uh, asifiwe Mungu hapendezwi kufa kwa mwovu Mungu hapendezwi kwa mtu anayekufa katika dhambi Mungu hapendezwi na mtu ambaye ana anafia akiwa kwenye dhambi zake akiwa anafanya matendo yake mabaya akiwa na iba akapigwa kafa akiwa kwenye ukahaba akafia huko akiwa uh, amefumaniwa na mke wa mtu akafia huko, akiwa amefanya mambo mabaya alafu akafa katika dhambi. Mungu afurahishwe na mtu wa namna hiyo? Au Mungu afurahishwe na kile kitendo? Kwa nini Mungu afurahishwe na kile kitendo? Kusudi la Mungu kumkombozi hapa duniani, kumkomboa mwanadamu kupitia Yesu Kristo, alitamani watu wote ambao wamekosea warudi kwake. Sasa najifunza hapa, kwa nini Mungu hapendezi na kufia dhambini. Ukisoma kitabu cha Ezekieli ile sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na tatu nasema hivi: Je, mimi nafurahia kufa kwake mtu mwovu? asema Bwana Mungu. Si afadhali kwamba aghairi na kuiacha njia yake akaishi? Mungu anataka yule mtu ambaye yuko kwenye mambo mabaya, ambaye anaishi maisha ya machukizo kwake ambaye anaishi maisha machafu ambaye anaishi maisha ambayo, eh, ambaye hampendezi yeye eh. Anatamani yule mtu agairi yale maisha alafu amgeukie yeye. Ukisoma kwanza, ile ukiendelea mbele sura 22 24 unasema hivi, bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama afanyavyo mtu mwovu, je ataishi katika matendo yake yote haki, matendo yake yote ya haki aliyotenda haitakumbukwa hata mojawapo, katika kosa lile alilokosa, naam, katika dhambi yake aliyotenda atakufa. Umesikia kitu kingine hapa, na Mungu pia anauliza yule mtu ambaye alikuwa anaishi katika maisha ya haki, alikuwa anafanya vizuri, alikuwa anaishi vizuri, alikuwa anampendeza Mungu, halafu baadaye akaacha ile njia yake ya haki, yule mtu atafia huko, hatahesabiwa kama huyo alikuwa bwana, ameokoka sasa, kwa sababu amegeukia dhambi, basi ana tiketi ya moja kwa moja ya, ya kwenda mbinguni. Hapana, yule mtu ambaye ameacha njia yake, mba, ameacha njia yake nzuri, yani njia ya kumpendeza Mungu, afu akaamia njia nyingine pia, kwa, au anaenda ma, mautini. Sasa turudi kwenye pointi hii ya kwamba, je, Mungu anapendezwa na mtu ambaye anafanya dhambi afie kule dhambini? Hapana, Mungu anatamani mtu ambaye anamuona, wewe ni hatari kwenye jamii, ni hatari kwenye taifa, ni hatari kwenye familia ni hatari kwenye kanisa, kwenye jambo lolote lile ambalo ni baya. Mungu anatamani yule mtu ambaye matendo yake ni machafu, matendo yake hayofai, anatamani yule mtu amgeukie yeye, apate uzima wa milele. Mungu anachukia sana mtu kufia dhambini. Sisi unaweza tukafurahia mtu fulani, anaweza kutuumiza mioyo yetu kwamba bwana, huyu mtu alikuwa anafanya mambo mabaya, alinifanyia ali mambo mabaya, alimsababisha mtoto wangu akupata kazi, alisababisha mtoto wangu akafukuzwa kazi alinisababisha nikafukuzwa kazi, alisababisha familia yangu ikasambaratika, alisababisha tukaishi maisha magumu, alitudhulumu mali zetu, alitunyang'anya urithi wetu, alifanya mambo kadha wa kadha. Tunaweza tukafurahia tunaposikia kifo chake, lakini mbele za Mungu ni mbaya sana. Kwa hiyo mtu wa mwovu ambapo anafia dhambini, Mungu anachukua kwa mujibu wa, wa andiko hili, je, mimi nafurahia kufa kwake mtu mwovu, asema Bwana Mungu, si afadhali kwamba agairi, yani aachana na yale matendo mabaya na kuiacha njia yake akaishi. Mungu anataka yule mtu ambaye anafanya vitu ambavyo sivyofaa agairi ile njia, agairi yale matendo, agairi yale maisha, alafu amfuata yeye, amrudie yeye. Mungu anapendezwa sana na yule mtu. Kwa hiyo unapoendelea kwenye safari hii au unapoendelea na maisha haya Fahamu ya kwamba Mungu anachukizwa sana na mtu ambaye anafanya mambo mabaya, alafu akafia katika yale mabaya. Anataka yule mtu, anatamani yule mtu ambaye alikuwa anaishi maisha mabaya, anafanya mambo yaliyo machukizo, anafanya mambo ambayo hayafai mbele za Mungu, anafanya vitu ambavyo havistahili mbele za Mungu, yule mtu akamrudia yeye, yaani Mungu anapendezwa sana yule mtu. Kwa hiyo rafiki ukiwa unamwona mtu na, na, na, ulifurahia kwa adui yako fani kufa. Najua ulifurahia labda, ulifurahia kwa adui yako kufa. Kwa binadamu unaweza ukafurahia, lakini mbele za Mungu si furaha. Mbele za Mungu si furaha, kwa sababu anatamani yule mtu ambaye Yesu alimfidia msalabani, alitoa maisha yake kwa ajili ya maisha yake yule mtu, alafu akafia za mbini, lile jambo ni baya sana mbele za Mungu. Kwa hiyo usifurahie mtu yoyote kufia zambini, na wala usija kacheka na nini. Unaweza ukacheka kwa sababu tu uh, kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekilipa kisasi, kile ambacho Mungu amekilipa au mtu amefia, alikuwa yuko kwenye kilabu au alikuwa yuko na mume wa mtu au alikuwa na yuko na mke wa mtu au alikuwa naishi maisha labda ya kuibia watu akapigwa akafa, wewe unaweza ukafurahi, lakini mbele za Mungu si furaha, kwa sababu Ukisoma kisomamstari wa ishiri nasaba hizkl nasema tena, mtu movu atakapogairi na kuacha uovu wake aliyoutenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake nayo itakuwa wow, vizuri tena. 27, nasembe: tena mtu movu atakapogairi na kuacha uovu wake alioutenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake nayo itakuwa hai wa wow. Mtu ambaye atagairi uovu wake, atagairi kutenda mambo yake mabaya, atagairi kufanya ma, ma, atagairi kufanya dhambi, atagairi kuishi maisha ya dhambi, atagairi kufanya yale mambo mabaya. Na maana yake nini? Yule mtu ambaye ameamua kumrudia Mungu, yule mtu ambaye ameamua kutubu, yule mtu ambaye ameamua kuja mbele za Mungu kuomba toba, yule mtu amejiponya, kwa sababu dhambi yake, maisha yake hayatahesabiwa ya tena mbele za Mungu. Atahesabiwa kama mtu mwenye haki, mtu anayempendeza Mungu. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yale maisha ambayo yalikuwa naishi machafu mbele za Mungu, ni kiumbe kipya. Kwa sababu ukisoma mstari huu vizuri, unagundua kwamba mtu yule mwovu atakapogairi, atakapoamua yani, sasa kuanzia sasa, maisha anayoishi maisha ya kudhulumu watu maisha ya kuua watu, maisha ya kuibia watu, maisha ya kukosea watu, maisha ya kufanya vitu visivyofaa mbele za Mungu eh, na yaacha. Kuanzia sasa yule mtu mbele za Mungu, mbele za Mungu ni shangwe sana. Sisi tunaweza tukamnyanyapaa, sisi tunaweza tukaona ah, yule mtu bwana, ametuumiza sana bwana, huyu mtu hapana bwana, lakini mbele za Mungu ni jambo zuri sana, kwa sababu anasema tena, mtu mwovu atakapogairi na kuacha uovu wake aliyotenda na kutenda yaliyo halali na, na haki yaliyo halali na haki ataponya roho yake, nayo itakuwa hai. Sio kuiponya tu, itakuwa hai. Hapo na uzungumza uzima wa milele, maisha ya kiroho yatakuwa hai. Sinaweza kuona huyu bwana alikuwa ni jambazi, huyu alikuwa ni nini, lakini mbele za Mungu ni anaonekana kwa sura nyingine kabisa. Kwa hiyo, rafiki, mimi ni kushauri, ukiwa unasikiza ujumbe huu, yamkini kuna maisha fulani unaishi maisha yaliyo machukizo mbele za Mungu maisha ambayo hayafai mbele za Mungu, maisha ambayo yanaumiza watu, maisha ambayo yanaumiza jamii, maisha ambayo yanaumiza familia, maisha ambayo yanafanya vitu vibaya kanisani, vitu ambavyo vifai, vitu vingine watu wanavijua, vingine hawavijui, lakini wewe unajua, unafanya mambo mabaya mbele za Mungu. Rudi mbele za Mungu, Mungu anafurahia sana. Mungu anana, anana, anakufurahia sana kama yule mwana mpotevu anakufurahia sana, kama alivyopokelewa na baba yake, akafurahi kwamba amerudi nyumbani eh, akamchinjia eh, mfugo mzuri eh, wakala sherehe, ikawa nzuri. Na Mungu na mbinguni, ndivyo wa malaika wanavyoshangilia mbele za Mungu kwamba mtu mmoja mwovu, mtu mmoja mtenda mazambi amerudi kwake kwa, kwa toba na kuacha yale maisha mabaya yasiyompendeza Mungu. Mungu akubariki sana. Asante sana kusikiliza ujumbe huu.